Hamkoko ni Hamkoko tutaimba sifa zako Hamkoko tutaimba sifa zako Hamkoko Hamkoko Hamkoko Hamkoko, Hamkoko. Hamkoko. Twelimishe twelimike tumefundishwa isho mambo mengi kwa vitendo pia nazania kima mseto tumeelimishwa tuta tutaelimishwa ima mseto tumeelimishwa tutaelimishwa. miamkoko miamkoko miamkoko. Shule ya msingi Hamkoko iliyoko wilayani Ukerewe mkoani Mwanza iliyojengwa mwaka 1952 inahitaji ukarabati mkubwa kutokana na kukabiliwa na uchakavu wa majengo na uhaba wa vyumba vya madarasa hali inayohatarisha maisha ya walimu na wanafunzi. Na hii ndiyo shule ya msingi ya Hamkoko iliyoko wilaya ya Ukerewe, ambayo haijawahi kukarabatiwa tangu ijengwe enzi za ukoloni mwaka 1952, ya ya ya ya, majengo yake yakiwa yamechakaa, kuta zikiwa na nyufa na milango inakaribia kudondoka. Ni mazingira yanayotishia usalama wa wanafunzi na walimu wanaotumia majengo haya madawati hamsini kutoka kwenye uongozi wa serikali ya kijiji. Jitihada zote zile wanazifanya ni kwa ajili ya kuboresha miundombinu ambayo ni hatari sana, na kuna madarasa ambayo nayaona yananyufa ya, ya, ya ukiwa dasani kipindi cha mvua yanatirisha maji, lakini tunashukuru kwa kwa, serikali kwa kiasi ambacho nafanya na wadau wengine wanafanya, ni msaada mkubwa sana kutuwezesha ili kuweza kusonga mbele, naamini kufikia muda si mrefu tutakuwa tumeimarisha miundo miundombinu yetu. Lakini ndugu wanabali, mkiangalia tumepokea majengo mawili yaliyoboreshwa, lakini tuna vyumba kumi na moja, vyumba tisa vimebaki vyote vikiwa vimechoka kwa hiyo tunaomba pia serikali pamoja na wadau wengine wa elimu waweze kutusaidia mahitaji yetu ya dawati ni, ni, uhitaji tuna dawati mia nne na kumi na saba, lakini mpaka leo tumepokea dawati, tumebakiza upungufu wa dawati saba tu. Kukamilisha mapungufu ya dawati. Dawati saba tu ndizo zilizobakia. Na wanafunzi wote mpaka sasa wanakaa kwenye dawati baada ya kupokea dawati hizi. Upande wa majengo, tunao majengo kumi na moja. Lakini majengo ambayo angalau sasa yako imara, ni majengo mawili tu. Majengo tisa yote yakiwa yamechakaa yamechoka. Kwa majina, kwa majina naitwa Simon Maendeka Sandikwa, majina ni, ni mwenyekiti uh, kama mwenyekiti wa kamati ya shule, shule ya msingi ya Hamkoko. Binafsi mimi kama mwenyekiti wa kamati ya shule pamoja na wajumbe wa kamati ya shule na walimu wote wa shule tunawapongezeni sana CRDB, si kwa kuja kutuboreshea darasa hilo ambalo lilikuwa limekaa kwa muda mrefu limechakaa chakaa, na pia tunawashukuru kwa kutuletea dawati ambazo tumezipokea leo, dawati mia mbili, kwa kwamba tulikuwa na upungufu mkubwa sana. Lakini kwa upungufu tuliokuwa nao unaenda unapungua, kama mwalimu wangu alivyokwisha kusema, mkuu wa shule, kwamba upungufu unapungua. Lakini pia bado tunao uchakavu majengo ambavyo kama mkiangalia uandishi wa habari, mnayona yalivyo yanafanana kama ya mkoloni. Kwa hiyo tunaomba kwamba hata siku nyingine pia mwendelee kuja kutusaidia kutupiga sapoti e, mkiungana na serikali yetu ya Mama Samia, ili kusudi shule yetu iweze kupendeza iwe kwenye mwonekano mzuri. Ukiangalia huko kwenye barabara kuu ya Makiba ya kuunganisha wilaya na mkoa mwingine, iko kwenye barabara kuu. Kwa hiyo kimtazamo, ukifika hapa ukiangalia, wakikwambia hii ndio shule ya msingi ya Hamkoko. Yaani unaona aibu. Niwashukuru CRDB kwamba umeonyesha kwamba mna nia njema na pia hata taasisi zingine naombeni wa, waweze kuunga juhudi zenu kwa sababu mlichokionyesha hapa kinatia moyo. Kwa niaba ya wanafunzi wa shule ya msingi ya Hamkoko tunapenda kushukuru uongozi wa CRDB na wafanyakazi wote wa benki kwa kutuletea madawati na madarasa, pia kutuboroshea Mungu awabariki. Asanteni sana CRDB, tunashukuru kwa kutuletea majengo mapya na kutuletea madawati mia mbili. Pia tunamshukuru Daktari wetu Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutoa msaada, tuna tunatunamwamba aweze kutuletea madawati na majengo, pia aweze kutuongezea, maana madarasa yaliyopo ni machache. Kwa hiyo tunaomba tena aweza kutuongezea madawati na madarasa sakafu, alafu mabati yetu <coughs> yamechakaa. Tumepata madarasa mapya kutoka kwenye benki ya CRDB pamoja na wafanyakazi wake. Tunawashukuru tuna sana, waendelee na moyo huo huo, Mungu awabariki. Benki ya CRDB kama mdau wa maendeleo ya elimu nchini imeelezea kuguswa na msongamano wa wanafunzi, uhaba wa madawati na uchakavu wa majengo ya shule hii. Benki yetu ya CRDB ina utaratibu wa kutenga sehemu ya faida yake kila mwaka na kuitoa katika jamii, hasa katika maeneo ya afya, maeneo ya elimu, maeneo ya mazingira, lakini pia tunasaidia vijana na wanawake katika kujikwamua kiuchumi kwa kutumia programu yetu ya Imbeju. Kwa hiyo huu ni utamaduni wa benki yetu kwa miaka yote, lakini zaidi sana mheshimiwa mkuu wa wilaya, sisi kama idara ya rasilimali watu, idara ya utumishi, tulianzisha programu ya wafanyakazi kujitolea, kwa sababu tunaamini kwamba sisi ni sehemu ya jamii, tunaamini kwamba tuna wajibu kama raia wa Tanzania kuunga mkono juhudi za serikali kuu, serikali za mitaa, na kila mmoja ambaye anahusika na maendeleo ya jamii katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na jamii bora. Kwa hiyo programu ya leo ni mwendelezo wa shughuli za kujitolea za wafanyakazi ambapo wafanyakazi walitoa michango yao kidogo kidogo, na kwa vile tulipata taarifa kwamba kuna shule inaitwa Hamkoko ina uhitaji, tukaamua tutoke kutoka Dar es Salaam kuja hapa kwa ajili ya kuja kufanya hili ambayo tumeweza kulifanya siku ya leo. Kwa hiyo nipende kutoa shukrani nyingi sana kwa wafanyakazi wenzangu kwa kujitolea hicho kidogo ambacho mnakitoa kwa ajili ya jamii yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama wafanyakazi wa CRDB na benki yetu kwa ujumla tunajisikia fahari sana kuwa sehemu ya jamii hii. Tunaamini kwamba kwa kitendo hiki tunapanda mbegu nzuri sana kwa watoto wetu na kwa wanajamii wetu, kwamba na wao watakapokuwa wakubwa na kuweza kushika nyadhifa mbalimbali, nao waweze kukumbuka sehemu zenye uhitaji na kuweza kufanya jambo kwa ajili ya kuboresha mazingira. Nilikuwa na teta kidogo na Mheshimiwa mkuu wa mkua wilaya hapa, na sisi tulivyokuwa wadogo, tulikuwa kama hawahawa hawa. Kama sera yetu ndani ya benki ya CRDB angalau kurudisha asilimia moja ya pato letu baada ya kodi kwa jamii inayotuzunguka basi, huwa tunachangia katika sekta mbalimbali, sekta ya elimu, uh, afya, mazingira na kusaidia vijana na wanawake katika miradi mbalimbali. Hiyo sasa ni hiyo ni sera ya benki kwa ujumla wake, lakini wafanyakazi wa CRDB kwa kutambua kwamba wao nao ni sehemu ya jamii, huko ndiko tulikotoka, basi wafanyakazi wa CRDB wao nao wameanzisha uh, kwa moyo kuchanga kwa hiari yao kile kidogo wanachokipata kama mishahara kuweza kutenga kidogo kuweza kusaidia ndugu jamaa na marafiki na watoto ambako kule tulikotoka. Akizungumza katika hafla ya kupokea madawati mia mbili na vyumba viwili vya madarasa vilivyotokana na michango ya kujitolea kwa wafanyakazi wa CRDB mkuu wa wilaya ya Ukerewe Christopher Ngubiagai amewataka wadau wa elimu kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika ujenzi wa shule, katika ujenzi wa shule na vyumba vya madarasa. Nichukue fursa hii adhimu kuwashukuru sana benki yetu ya CRDB kwa kuweza kutoka kote mlipotoka kufika hapa Ukerewe na kutuletea upendo ambao ni mkubwa usiokuwa na mipaka kwa kuonyesha upendo huu kwa watoto wetu. Tunashukuru sana ndugu Godfrey, ndugu zangu wapendwa wa Ukerewe, unapompatia mtoto dawati, umpi dawati tu, unampa nafasi ya kusoma kwa staha, lakini unampa mtoto nafasi ya kujifunza kwa bidii na vile vile unapaisha ndoto zake na kumweka kuwa huru. Kwa hiyo dawati ni kifaa ambacho kinatengeneza mazingira makuu matatu katika mtoto wetu. Dawati ni chombo cha elimu, lakini pia ni alama ya matumaini kwa watoto wetu. Tunawashukuruni sana na Mungu awabariki sana. Ndugu viongozi wa wilaya ya Ukerewe lakini ndugu wadau wa maendeleo, ndugu zetu wa CRDB bank, katika dunia ya leo inayokumbwa na changamoto nyingi, ni jambo la kipekee kuona taasisi kama CRDB ikiendelea kuwekeza kwa moyo mmoja katika sekta ya elimu. Mmeonyesha wazi kuwa mnapenda Tanzania yetu, mnaijali jamii yetu, lakini pia mnaiona elimu kama msingi wa maendeleo ya kweli. Ongereni sana CRDB ndugu zangu katika mambo makuu matatu hayo ambayo mmeonyesha mnaijali jamii. Taifa letu la Tanzania lenye zaidi ya wananchi milioni 67 na zaidi yenye mikoa ya bara na Zanzibar yenye zaidi ya wilaya mia arobaini na nane mmekuja kwenye wilaya yetu ya Ukerewe. Ni upendo wa hali ya juu uliotukuka. Jambo kubwa ambalo naona kwenye hafla hii ya leo ni jinsi ndugu zetu watumishi wa benki ya CRDB wana programu unaitwa employee volunteering program, yani programu ya kujitolea wenyewe watumishi au wafanyakazi wa benki. Na katika michango yenu ya kujitolea kidogo kidogo, leo imesaidia jamii kubwa ya Wanaukelewe, hasa watoto wetu waweze kufarijika, kuheshimika na kufurahika katika elimu yao. Ongereni sana watu wa CRDB. Jambo hili nafikiri liwe kwetu funzo kama watumishi wa umma, liwe funzo kwa taasisi mbalimbali, liwe funzo katika jamii ya Watanzania na wazalendo wa kweli, kwamba taifa litajengwa na watu wenye moyo. Ongereni sana CRDB, ndugu zangu. Napenda kutumia jukwaa hili kutoa shukrani kwa wazazi, wanafunzi, walimu na jamii kwa jumla kwa moyo wa kizalendo na wa kujitolea kwa kuunga mkono juhudi za serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Wapo watu no wanaochangia kwa hali na mali. kwa majina yanaitwa Godfrey Rutasingwa, ni mkurugenzi wa utumishi wa benki ya CRDB. Leo ni siku ya furaha kubwa sana kwetu kwa sababu sisi kama wafanyakazi wa CRDB tumekuja kujitolea nguvu zetu lakini pia na mali kidogo ambazo tuko nazo ili kuweza kuboresha mazingira ya kujifunzia watoto wetu wa shule ya Hamkoko hapo wilayani Ukerewe. Shule hii tu, tuliona tuliona picha kwenye kwenye kwenye mitandao ambapo kuna mtu mmoja alipiga na akashia na baadhi ya wenzetu ambao wako pale uh, ofisini. Sasa baada ya sisi kuiona tukaona hili ni jambo ambalo hatuwezi tukafumba macho kwa kweli. Tunafahamu uhitaji ni mkubwa na shule ni nyingi lakini kwa kupitia mpango wetu wa wafanyakazi kujitolea tuliwahamasisha wafanyakazi wakajichanga kidogokidogo, kidogo alichonacho, na sisi kama management tukaweza kuongezea kidogo pale ambapo uh, wafanyakazi wetu walifikia na tukaweza kufanya ukarabati huu. Kwa hiyo tumefanya ukarabati wa madarasa mawili na tumetoa madawati mia mbili kwa ajili ya wa watoto wetu, tukiamini kwamba sisi ni sehemu ya jamii na sisi tunawajibika pia kuweza kuunga mkono jitihada zinazofanywa na, na, na, na serikali yetu kuweza kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa watoto wetu.